Kwa siku ya pili mta, uh, mfululizo maelfu ya waumini wa Kiislamu wamekusanyika katika sehemu za ibada na viwanja vya uh, sala maalum ya kuadhimisha kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kadhi mkuu aliongoza sherehe za Idul Fitr katika uwanja wa Ronald Ngala ambapo viongozi wamelaani kuchipuka tena kwa magenge ya uhalifu hasa mjini Mombasa. Na kama anavyotuarifu Francis Mtalaki, viongozi wa kidini pia wamewataka Waislamu wote nchini kutumia fursa hii kuwakumbuka wasiojiweza katika jamii. Mapema hii leo maelfu ya waumini wa Kiislamu walimiminika katika misikiti na viwanja vya michezo kutekeleza nguzo ya nne ya dini ya Kiislamu na kuashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kadhi Mkuu Sheikh Abdul Halim Hussein aliongoza sherehe hizo katika uwanja wa Ronald Ngala huku viongozi wa kidini na wa kisiasa wakilaani kuchepuka tena kwa magenge ya wahalifu. Hatuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira. A juvenile needs to be in school. A child needs to be in school na kama hata si shule ambayo kwamba ni ile shule hii, hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini, lakini hatuwezi kuwa saa zote tunasingizia mtoto wa miaka 15, 16, 17, 7, hata kumi na nane hata kumi uh, na uh, tisa huwezi kusingizia ya kuwa ni kwa sababu ya, ya ajira And, Waislamu pia wametakiwa kuendelea kufuata maadili ya dini ya Kiislamu wanaposherekea Idul Fitri, pamoja na kuwakumbuka wasiojiweza miongoni mwa jamii. Ya kwamba furaha yetu lazima iwe katika mipaka, iwe katika mipaka ambayo imepangwa na sheria ya Kiislamu, tusi exceed ile mipaka na kuivuka kuingia katika mambo mengine yasiyofaa, kufanya mambo ya masia, kufanya mambo maovu ambayo hayafai kufanyika katika siku kama za leo. Kwa hivyo tunatakiwa tusherekee within the limit za sheria, pamoja na kuangalia zaidi wale katika sisi Waislamu ambao ni madhaifu. Alhamdulillah, tumefunga vizuri kwa amani. Kwa hiyo la msingi mimi ni kutaka kuongezea kwamba viongozi wazidi kushirikiana ili kupeleka taifa hili mbele. Tunatoa shukrani kubwa kwa serikali kustawisha usalama ndani ya si mwezi wa Ramadhani na amani na tunashukuru zaidi, huu wakati wa idi pia wahudumishe zaidi ya amani, na yote haya yamepatikana kwa serikali ambayo tulionao sasa hivi ya broad based government. Katika masoko ya kuchinja, wafanyabiashara wanalia ngoa kutokana na kupungua kwa wateja, wanaodai kupanda kwa gharama ya maisha kumechochea hali hii. Kwa leo kumelala kabisa, hata dalili zinaonekana hakuna. Wanunuzi wa wanunuzi wamepungua kwa kweli, hali ya uchumi inachangia pakubwa. Alafu pili pia watu hawana pesa, kila mmoja analia. Ukimwambia mtu mbuzi elfu kumi anatoroka. Naona bei kidogo zimekwenda juu sana mpaka, yaani unafikiria uchukue ama uwache. Kidogo uchumi umezorota, yaani kwa ufupi, na vitu vimeenda juu sana kila mahali si huku tu kwenye mbuzi, hata kwa masoko pande zote, yani hata kwa wakati wa nguo kwa watoto pia zimeenda juu. Sikukuu ya safari hii tunaona hali ni ngumu sana, tumezoroteka. Tumejaribu kutafuta wateja wenyewe, ukijaribu kumchukua mteja mwenyewe, naye ndio na hivyo analalamika, ukimtajia pesa hakuna lolote. Kwa saa hii uchumi wetu wa Kenya, kiamungu umetupeleka mahali ambapo sipo sana. Kwa kawaida, sehemu hizi hufurika pomoni, ila mwaka huu upweke na idadi ndogo ya wateja umetawala huku wengi wakitaraji kuwa hali itabadilika. Francis Mtalaki Ringa, Citizen Mombasa.